alishwe ndani yako, if you want the power of God to be generated inside of you, itunzwe ndani yako, to be hosted inside of you. Kitu cha kwanza cha kukizingatia, the first thing for you to take in mind is holiness. Kati ya kitu unatakiwa uwe nayo among the desires you must have, zaidi ya kiu ya maombi Than the desire for prayers zaidi ya kiu ya ya ya ya utoaji than the the desire desire desire to to ya offering, ya ya kanisani, desire to kiu kiu kiu kuja kanisani come church yoyote any other desire. Kati ya kiu na njaa no unaotakiwa kuwa nayo among the desires you should have ni kiu ya kuwa mtakatifu. Kua kitu cha pili kinachozalisha the the first thing nguvu ya Mungu the power of God katika maisha ya mwanadamu the the the life of human being, second second point, the second point ni maombi The second point is prayers. Hakikisha, make sure, tabia ya maombi, you have the behavior the character of prayers, you are consistent in prayer, you are constantly praying. Na ndio maana Yesu akasema, this is what Jesus said "Kesheni pray Mkayo. Mkayo. and watch," manake nini? Watch and pray, you need to be consistent what that mean, lazima udumu katika maombi

aliyeishi maisha ya mfungo. Jesus spent fasting lifestyle. Yohana rafiki yetu, John our friend. Ukisikia ilikuwa na sauti ya kutisha. When you heard it had a terrible voice. Seriously alikuwa na sauti ya kutisha, seriously had it. Lakini matokeo ya hiyo sauti ni nini? But what happened? What is hidden in the voice? Ni maisha ya mfungo. In the prayer lifestyle tangu Yohana, the fasting lifestyle mpaka Yohana anakufa, from his birth to death. Chakula chake kimeandikwa rasmi, his food is written especially. ilikuwa ni nzige, it was locusts, na asali, and wild honey. Kwa hiyo ukiona watu wa mjini wanamfuata Yohana we nyama za, so when you see people from the towns go to see John ukiona mapolisi wanamfuata Yohana when the the the policemen kine. are going to to him just keep quiet. nini kinawavuta? what is is attracting them ni nguvu nguvu nguvu aliyoitambua in the power the power in power power they knew aliyoificha katika which is hidden in his kuna vitu kwako certain things won't come to you you. You kuwa chini chini ya ya ya nabii mwenye mwenye nguvu kiasi kiasi gani? gani? can be under any kind of prophet, chini mwenye any kind kind of of mchungaji pastor. And paka umejifunza. Until you learn maisha ya kufunga the the the the the the the the the fasting prayer life. prayer of of of in in in in in your life nini? First point the power of God kudumu katika katika katika wito continuing in the ministry. continuing ministry umeitwa wapi call wewe wewe wewe wewe wewe ni ni ni ni ni muombaji where are are are are are you the intercessor? Wewe ni mchungaji. Are you you you you called intercessor mchungaji evangelist nani nani nani who are you? Wewe ni nani katika jamii. Who jamii jamii body body Christ Christ unataka kuwa want to be dumu hapo. Be there. Dumu hapo. Be there. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 10 nisomee. Na Mungu wa neema yote uh -huh. Aliyowaita kuingia katika utukufu wake. Ndio. Utukufu wake wa milele katika Kristo uh -huh. Mkiisha kuteswa kwa muda kidogo. Ndio. Yeye mwenyewe atawatengeneza, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha, na kuwathibitisha na kuwatia nguvu, na kuwatia nguvu

Anasema yeye mwenyewe atawatia nguvu, atawapa nguvu. Kuna nguvu huwa inazalishwa kutokana na wito uliowekewa ndani yako. Ukiwa na nguvu ya kudumu, manake ile nguvu inaendelea kuzalishwa. Usiogope kama, kama kama nguvu zako unaziona ni ndogo, sasa nitazame usoni. Hata Israeli unaoiona haikuanza na watu kumi elfu, ilianza na Ibrahimu peke yake. Usiogope, usiogope kwa udogo ulionao. Hata Israeli kubwa unaoiona leo ilianza na mtu mmoja, ilianza na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa. Mungu anamwambia toka katika nchi ya baba yakonmitakupelea katika niliyokusudia uiendee. Kwa akili za kibinadamu, na Mungu anamwambia Ibrahimu zhikia, nitakufanya kuwa mataifa mengi. Leo tunaongelea mataifa, lakini mataifaakinitanikabianeno mojaata mamia ya watu unawaona Walianza na mtu mmoja, right. Usijalishe nguvu ndogo ulionayo, amini uweza Amen. Mungu alioweka ndani yako, amini mamlaka Mungu alioweka ndani yako. Aliyekombolewa na aseme amina, aleluya. Stiki kwenye wito wako, simama pale Mungu alipokuita. Kama amekuita kwenye wokovu simamia hapo hapo. Sijui kama naongea na watu, kanyagia gia ya wokovu hiyo hiyo, kanyaga hapo Mtu yoyote asiuondoe mguu wako. Biblia inasema shika sana ulichonacho asije mtu akakitwaa. Kanyaga hapo hapo, chochote kinachokuja kukutoa we kitangazia, aloo, mimi sitoki hapa, nimeamua yeah, kwenda na Bwana wala sitakata tamaa, sitarudi, juma. Neema ya Kristo hii juu yangu mafuta, Amen, ya Bwana yamenizunguka. Another point, the power of consistency. I've told you. Katika wito wako ni kudumu katika wito wako. Hata kuokoka umeitwa. Even to be born again. Kuwa pia consistency katika wokovu. Uwe pia udumu katika uo wokovu wako. Weka wokovu wako kipaumbele. Make your salvation your salvation priority. Na usiruhusu chochote. Don't allow anything. Kiingilie wito wako. To take you aside the last point which generate the power of God inside of you In the word of God neno la Mungu it is a word of God neno la Mungu you read usome you meditate utafakari you practice ufanye kazi word of God kuna wakati nasoma Biblia namna hii nasikia raha. Nasikia kutetemeka. Trembling. Nasikia ni majibu yangu. Mimi sijui kama unasomaga namna hiyo. Kuna masomo mengine Mungu ananipa nikufundishe. Kabla sijaachia kwako yamenishibisha mimi kwanza. Nasikia mpaka mifupa inatetemeka namna hiyo. Nasikia raha ya kuisoma kitu gani? Pia kinazalisha nguvu kama unabidi kulisoma pia neno chini ya roho Mtakatifu. Unaisoma Bibilia, unakuwa na muda wa kuisoma, unakuwa muda wa kuisoma. Unapoisoma unairuhusu, unaliruhusu ilo neno likuchunguze, lichunguze kilini cha moyo wako nichunguze takataka zote zilizo ndani yako. Usiruke kwa sababu inakemea dhambi. Unaisoma moyo unataka au hutaki. Kuna watu kwenye Bibilia wanatafuta sehemu ya baraka tu. Hautaishi kwa baraka, Biblia inasema utaishi kwa neno la Bwana. Usichague, usichague, usichague, lisome neno la Mungu

unanisia kitu, unasema I'm saying. Anasema tena, lina nguvu, the word of God is powerful. Linajua kabisa kuyatambua mawazo ya moyo moyo. Niruhusu neno likuponde ponde, niruhusu neno likufinyange. Sio lile tu linalohubiriwa, hata ukisoma mwenyewe mwenyewe. Likikemea kiburi, kubali kiishe, likikemea kubali, kiishe, neno likutengeneze. Wakati neno linakutengeneza kuna nguvu inazalishwa, ndio Biblia inasema moja atakuwa elfu kumi, neno la Mungu

The Bible what the Bible says Yesu ametoka mbinguni Jesus came from heaven. Angeweza kusema mimi nimetoka kwa Mungu. You could say I come from God. Mimi ni mtoto wa Mungu. I am the son of God. Lakini anasema sikia. But he says listen. Imeandikwa. It is written. Imeandikwa. It is written. Manake ni nini? What did it mean? Neno. The word. Lilikuwa liko ndani yake. The word was inside of him. Alikubali neno. He took the word. Aliliishi neno. He lived the word. Alilisimamia neno. He stood by the word. Aliliamini neno. He believed the word. Alilishika neno. He kept the word. Alitembea na neno. He